Tunaanza na gubaya kwa mara nyingine tena hii leo, ambapo watu sita zaidi wamefariki baada ya kunywa pombe haramu mjini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu na kupelekea ile idadi ya waliofariki kupanda hadi watu kumi na tatu. Usimamizi wa kaunti ya Uasin Gishu umewataka wale ambao waliokunywa pombe hiyo kujiwasilisha ama kufikufika katika hospitali ya rufaa ya Moi ndiposa waweze kupimwa, mbali na kuwaahidi kuwa hawatokamatwa. Wakati huo huo, washukiwa wanne ambao waliokuwa wakiuza pombe hiyo wamekamatwa na wanaisaidia polisi kwa uchunguzi zaidi. Kaunti ya Uasin Gishu inaendelea kupokea taarifa za kuhuzunisha kutokana na vifo vinavyotokea vya waathiriwa wa pombe haramu waliokunywa pombe hiyo wikendi iliyopita. Hadi jioni hii, waathiriwa wengine sita walipoteza maisha yao, miongoni mwao ni mwalimu wa shule ya upili na mhadhiri katika taasisi moja mjini Eldoret, huku waathiriwa 32 wakiendelea kutibiwa katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Ni siku moja tu pale naibu wa rais alipozitaka taasisi husika kubuni sheria mwafaka za kuhakikisha uuzaji wa vileo na mivinyo unadhibitiwa katika kaunti zote humu nchini. Tunataka county governments wa speed up legislation that will manage the sale and distribution of uh, alcohol in all our counties. Na wafanye kazi na nakada na yale mengine kuhakikisha ya kwamba tusiwapoteze wananchi kwa pombe haramu katika taifa letu, kwa sababu ni hasara kubwa. Idadi ya waliofariki sasa imepanda hadi watu 13 mjini Eldoret, ikiwa ni watu 28 katika kipindi cha wiki katika kaunti ya Uasin Gishu na ile ya Nandi. Hadi sasa, washukiwa wanne wamekamatwa kaunti ya Nandi baada ya kupatikana wakiuza pombe hiyo, huku polisi ikiomba siku saba kukamilisha uchunguzi wao na kuwafikisha kortini. Kutokana na hayo, idara ya afya katika kaunti ya Uasin Gishu imewataka watu waliotumia pombe hiyo haramu kujiwasilisha katika hospitali ya rufaa ya Moi ili kufanyiwa uchunguzi wa bure na imeahidi kutoa kamata kwa kosa la ulevi. Kesi za pombe hiyo kusambazwa zimesikika katika sehemu za Kapsabet, Kaptumo, Lesos, Baraton na hata Kombe. Waathiriwa hamsini na moja tayari wametibiwa kuanzia siku ya Ijumaa wiki jana, 25 wakiruhusiwa kurejea nyumbani huku 23 wakiendelea kupokea matibabu na wengine watatu wakiwa bado wako katika chumba cha wagonjwa mahututi.